Na mimi nilikuja hapa mapema nilizungumza na, na nyie ndugu zangu wachache mliokuwepo hapa tukakubaliana kwamba e, baada ya kikao kamilika CEO wa bodi ya ligi atazungumza na nyie, si ndio? Na si mnajua mimi sio CEO wa bodi ya ligi yeah. E, kwa hiyo mmeniwekea mamaiki mengi hapa, lakini ujumbe wangu mimi ni kuambieni kwamba e, CEO wa bodi ya ligi atazungumza na yeye. Yeah. Sasa mchakato sasa yeah wa kuzungumza na yeye mkiniachia hapa nafasi ndio, mkiniachia nafasi hapa, mtakuwa mmefacilitate hilo yeye kuzungumza na nyie. Lakini kikao kimekwendaje? Karibu tena, unaanza kuanza kikao. Mimi nimekwambia, nilitoka hapa kuambieni kwamba mtapewa briefing ya kikao ndio? Kwa hiyo nipeni muda, si ndio? Nipeni muda dakika chache, mmesubiri masaa ngapi bwana hapa? Si mengi, nipeni dakika chache basi, ntarejea kwenu, alafu tutaendelea. Hamna shida. Je, au sio? shukrani. Asante sana